Ni maji ya mvua. Watu wengi huwa wanachukulia poa sana maji ya mvua kwa kudhani kwamba ni maji tu kama maji mengine ya kawaida. Sasa leo nataka nikuambie, maji ya mvua si maji ya kawaida. Maji haya yakiwa kabla hayajagusa uso wa dunia, yanakuwa yapo full na nguvu za ulimwengu. Kwa hiyo yanakuwa na sifa za uponyaji, yana uwezo wa kuondoa nguvu mbaya katika eneo unaloishi au katika mwili wako, na pia unaweza kuyatumia katika maombi yako yoyote yale ili kupata kile kitu unachokihitaji. Inaweza ikawa ni afya njema, kazi, pesa, mafanikio katika biashara, yani kitu chochote kile ambacho una wish kikutokee. Na haya maji yanakuwa ni ya kimiujiza zaidi kama ukikinga kipindi ambapo mvua inanyesha pamoja na radi, yani ule mwanga wa radi pamoja na muungurumo wake Yani hapo zi ule mwanga wa radi unakuwa unaongeza nishati zaidi katika yale maji, kwa hiyo yanakuwa yako very powerful. Na pia kipindi kingine ambapo haya maji yanakuwa na nguvu zaidi ni kipindi ambapo mvua inanyesha katika siku ya full moon, au mwezi ukiwa katika mwandamo. Yaani, ndugu yangu, ukikinga hayo maji katika hizo siku, hayo maji yanakuwa ni maji ya kimiujiza. Ujua, ngoja niwaambie, Mungu hapa duniani ametupa kila kitu, ni sisi tu kuamua kuvitumia hivyo vitu. Sasa kama unataka kuondoa nguvu mbaya ndani ya nyumba yako au negative energy, unatakiwa kufanya kitu hiki hapa. Nisikilize kwa makini sana. Mvua inaponyesha kama hivi, nenda kakinge nje ukiwa na bakuli au kikopo chochote kile, au hata ndoo, kisha maji yako ya hifadhi kwenye kichupa kama hivi. Ukishahifadhi maji yako, utaingia nayo ndani, kisha utatafuta glass ambayo ipo transparent kama hii unayoiona, utamimina maji yako kama hivi. Unaweza kuona haya ni maji ya mvua piwa. Usikingie kwenye bati, weka uwanjani kabisa, yani yale maji yasiguse katika kitu chochote kile hapa duniani, yaingie direct kwenye chombo chako. Kwa haya maji unaweza kuyaona ni kama haya hapa. Baada ya hapa, utachukua chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe ni kitu muhimu sana, na nimeshaelekeza sana katika video zangu za nyuma, lakini kama hautakuwa na chumvi ya mawe, wala usijali, unaweza ukatumia maji haya hivyo hivyo bila kuweka chumvi ya mawe, kwa sababu haya maji tayari yako very powerful. Hii chumvi ya mawe tunayaongezea tu nguvu ili yawe yazidi kuwa na nguvu zaidi, lakini kama hautakuwa nayo, nimesema si lazima uweke. Kwa hiyo unaweza kuona nimeweka kijiko kimoja cha chumvi ya mawe. Baada ya hapo, utatakiwa kukoroga vizuri kabisa, ili chumvi iweze kuchanganyika vizuri na maji yako ya mvua. Wakati unachanganya utatakiwa huwe unatamka haya maneno mara nyingi kadiri uwezavyo, sema hivi: kwa kupitia maji haya ninakwenda kuondoa nguvu mbaya zote zilizotawala katika nyumba yangu. Unaweza ukawa unarudia rudia hayo maneno mara nyingi kadiri uwezavyo. Kwa nini nakwambia urudie rudie? Unaporudia rudia hayo maneno unasababisha ile nguvu ya yale maneno ikaweze kuingia katika maji haya, na haya maji yanakwenda kufanya hiyo kazi ambayo umeitamkia, na hivi ndivyo nguvu za ulimwengu zinavyofanya kazi, yani wewe ndiye unayeamrisha, unatoa maneno na unayaelekeza katika kitu fulani ambacho kina nguvu kiende kikafanye kazi ambayo wewe unaitaka. Baada ya hapo, haya maji utayaweka katika sehemu yoyote ile chumbani kwako. Unaweza ukayaweka juu ya meza au ukayaweka uvunguni au ukayaweka kwenye pembe ya chumba chako, sehemu yoyote ile haya maji yatakuwa yanafyonza nguvu mbaya na kusambaza positive energy kutoka kwa ulimwengu. Kumbuka kwamba hii glass haitakiwi kufunikwa, inatakiwa iwe wazi hivi hivi. Na baada ya siku saba utatakiwa kuyamwaga haya maji kuzunguka nyumba yako au mbele ya nyumba yako. Na katika mbinu nyingine hii, utatakiwa kuwa na chombo ambacho ni transparent yani, kinaonesha kitu ambacho kimo ndani na ambacho kina mfuniko. Unaweza ukawa na kikopo kama hiki hapa, au unaweza ukawa na bakuli lolote ambalo lina mfuniko na linaonesha kitu ambacho kipo ndani. Unachotakiwa kufanya, mvua ikiwa inanyesha, nenda kakinge yale maji ya mvua kwa kutumia kikopo hiki hiki, au kama una kikopo, unaweza kutumia hata bakuli ambalo pia lina mfuniko na hakikisha hayo maji hayagusi mahali pengine popote zaidi ya kwenye kikopo chako au bakuli lako. Jambo la msingi tu, hakikisha hivyo vitu vyako vina mfuniko. Sasa maji yakishaingia katika chombo chako, haijalishi ni kwa ujazo gani, yawe yamejaa au yawe nusu, yoyote yale yanafaa, na nguvu za ulimwengu zitatenda kazi ndani yako kama ambavyo zimeweza kutenda kazi kwa watu wengine. Sasa hayo maji utakuwa unachovya kidogo katika mkono wako, kisha unajipaka katika paji lako la uso. Na wakati unajipaka, utatakiwa kutamka maneno haya hapa: kwa kupitia haya maji ninaondoa laana zote, vifungo na nguvu zote mbaya ambazo ziliutawala mwili wangu. Kuanzia leo, mimi ni mshindi, mimi ni tajiri mimi sio maskini. Mimi ni mtu mwenye furaha. Mimi ni mtu mzuri. Yani, tamka maneno yote mazuri kuhusu wewe, na hakika yanakwenda kutokea katika maisha yako. Hili zoezi utakuwa unalifanya kwa muda wa siku saba na haya maji hakikisha yanakuwa yanafunikwa, na kusisitiza uyafunike kwa sababu yasije kufyonza nguvu mbaya, kwa sababu haya maji yana uwezo wa kufyonza negative energy katika eneo lolote lile. Sasa kama yakifyonza negative energy alafu wewe ukayatumia, itakuwa sio kitu kizuri kwako. Lakini pia maji ya mvua unaweza kuyatumia kujipaka mwilini, ili kuweza kuvitia mambo mazuri yaweze kukufuata. Sasa je, unajipaka vipi mwilini haya maji ya mvua? Unachotakiwa kuwa nacho kama kawaida ni maji ya mvua, unaweza ukayakinga kwa njia yoyote ile, hata kwa kupitia bati. Kwa hiyo utamimina maji yako katika kikopo chako kama hivi. Kama utakosa kikopo kama hiki, unaweza pia ukatumia hata chupa ya plastiki ambayo ina mfuniko au bakuli ambalo ni transparent, ambalo nalo lina mfuniko. Ukisha hifadhi maji yako kama hivi sasa, utatakiwa kuyatamkia maneno yenye nguvu, yani positive affirmations. Maneno ya nguvu nilishawafundisha siku zote. Utatakiwa kutamka maneno kama vile, mimi ni tajiri, mimi sio maskini, mimi ni mtu mzuri sana, kila nachokifanya kinafanikiwa, pesa zinanifuata, chochote kile nachokifanya kinafanikiwa. Yani, tamka maneno mazuri kadiri uwezavyo. Na unavyotamka hayo maneno ndivyo ambavyo yanakwenda kufyonzwa na haya maji, kwa haya maji yanakuwa very powerful, yanakuwa yamebeba hizo nguvu za hayo maneno ambayo umeyatamka. Kumbuka unapotamka haya maneno, hakikisha unatamka kwa hisia, yani uyahisi, hakikisha unafungamana nayo, yani yatoke ndani ya, ya moyo wako na pia hakikisha haya maneno unayatamka pia unaendana naye. Kwa mfano, wakati unatamka kwamba mimi ni tajiri, basi hakikisha ubongo wako kwa wakati huo unauweka katika hali ya kitajiri tajiri. Nafikiri mnanielewa. Unaposema kwamba mimi nina afya njema, hakikisha na wewe yaani mwili wako na akili yako unaiweka katika hiyo hali usijiweke katika unyonge unyonge. Nafikiri hapo nimeeleweka vizuri. Kwa hiyo unapotamka haya maneno, sio tu unatamka ile mradi umetamka, tamka uya feel kutoka ndani mwako, na hiyo nguvu ndio ambayo inaingia katika haya maji. Ukishamaliza kutamka hayo maneno, kinachofuata utatakiwa uwe unajipaka haya maji mwilini au katika nguo zako kwa muda wa siku saba. Utakuwa unachota kidogo kama hivi haya maji, kisha unaweka kwenye kiganja chako, unaweza kuona. Mm-hmm. Baada ya hapo utafanya hivi kama mafuta, kisha utakuwa unajipaka mwilini mwako au juu ya nguo ambazo umezivaa kwa siku hiyo hapo. Baada ya hapo, popote pale ambapo utaenda lazima utakuwa unafanikiwa, yani mambo mazuri yatakuwa upande wako. Kwa mfano, kama ulikuwa unaenda kwenye interview, basi uwezekano wa kufanikiwa katika hiyo interview au kukubaliwa ni mkubwa sana. Au kama ulikuwa unataka mvuto wa kimapenzi, unataka fulani ya kupende au kumrudisha mpenzi wako wa kwa zamani, kwa kutumia haya maji, ukiwa unajipaka utaweza kumvuta yoyote yule ambaye unataka awe na wewe katika mahusiano. Haya maji ni very powerful. Ukienda kufanya kuanzia leo au siku yoyote ile, utaona matokeo yake na utaniletea ushuhuda wako hapa hapa, yaani hapa. Kwa ufupi ni kwamba unakuwa unatembea na ile nguvu ya yale maneno ambayo umejitamkia, na kumbuka kwamba usije ukatamka maneno ya ubaya kwamba fulani baya alimpata. Hapana, nguvu za ulimwengu hazifanyi kazi kwa staili hiyo. Hapo unapojitamkia maneno mabaya au unapotamkia watu wengine maneno mabaya, ndivyo ambavyo anakuja kukurudia wewe mwenyewe. Yanaweza akampata yule mtu, lakini lazima yaje yarudi kwako. Kwa hiyo epuka sana, na mimi huwa sishauri kumtamkia mtu neno baya. Tamka maneno mazuri. Pia unaweza ukatumia maji ya mvua kuogea. Unapoogea maji ya mvua kwanza, unasafisha nyota yako na unaondoa negative energy ambazo zilikuwa zimeutawala mwili wako na kufungua milango ya mafanikio ambayo ilikuwa imefungwa katika maisha yako. Sasa unaoga uga vipi? Unachotakiwa utakinga maji ya mvua popote pale, hata katika bati yale yanayotoka katika bati. Ukishakinga utayaweka kijiko kimoja cha chumvi ya mawe kama haya hapa tulivyoweka kisha utatakiwa kuweka mdalasini. Chumvi unayoweka humo, hakikisha ni chumvi ya mawe kama ambavyo tuliweka. Sasa nitawaonyesha jinsi ya kuweka hii mdalasini katika haya maji hapa. Mdalasini ninayotumia ni mdalasini ya magome ile ambayo siyo ya unga na ni muhimu ukatumia ya magome. Kama hivi kidogo tu, unaweza ukaona mdalasini ina nguvu kubwa sana katika kuvuta ustawi wa pesa na kuondoa nguvu mbaya katika eneo lolote au mwilini mwako. Utatakiwa kuchanganya mdalasini yako ili iweze kuchanganyika vizuri na maji yako ya mvua. Sasa ukisha hakikisha kwamba mdalasini imeshachanganyika vizuri na maji yako, utatakiwa kuwa na picha au kitu kile ambacho unataka kitokee katika maisha yako, au ambacho unataka ukivute katika maisha yako. Kwa mfano kama hapa, mimi ninatumia pesa, nataka nivutie pesa katika maisha yangu. Kwa hiyo utakuwa na noti yoyote ile ambayo ni pesa haijalishi ni pesa ya nchi gani kama wewe unaishi Kenya utatumia pesa ya nchi ya kwenu kama unaishi Uganda kama unaishi Kongo utatumia pesa ya nchi ya kwenu na sio lazima iwe elfu kumi unaweza ukatumia elfu tano au unaweza ukatumia elfu mbili au elfu moja ili mradi tu iwe ni pesa ya noti na kama wewe unataka kuvutia upate gari basi hakikisha unakuwa na picha ya gari. Au kama unataka uvutie nyumba, unataka uwe na mjengo wako wa maana, basi hakikisha unakuwa na picha ya nyumba. Kwa hiyo utashikilia kama hivi, utaweka kitu chako chini afu glass tafata juu. Baada ya hapo, utaanza kujitamkia maneno mazuri kuhusiana na hicho ambacho unataka kuwa nacho. Kwa mfano, kama unataka kuwa na pesa nyingi Utakuwa unasema hivi: mimi sio maskini, mimi ni tajiri, mimi kila ninapoenda ninavutia pesa, kila ninachokifanya kinaniletea mafanikio makubwa sana, biashara yangu inaniletea faida kubwa sana. Unaweza kuona jinsi maneno ninavyoyatamka, yaani unayatamka katika hali ambayo tayari imeshatokea. Usitamke, usiseme naomba niwe na pesa nyingi, au ninahitaji pesa nyingi. Hapana, ulimwengu hauhitaji maombi ya staili hiyo. Hapo tamka kama vile tayari kimeshatokea, na kwa kupitia nguvu iliyopo katika maji haya, hayo unayoyatamka kweli yatakwenda kutokea katika maisha yako. Hii ni kwa wale wote ambao wanaamini katika nguvu za ulimwengu. Ukiamini katika nguvu za ulimwengu, chochote kile unachokitaka katika maisha yako kitatokea. Na wewe kama unaamini, andika hapo chini, nipo tayari kupokea muujiza wangu. Baada ya hapa, haya maji utakwenda kuyachanganya na maji yako ya kuogea. Maji yako ya kuogea yanaweza yakawa ni maji mengine ya kawaida kabisa, yanaweza yakawa ni maji ya bombani, kisimani, mtoni, popote pale, lakini haya maji ambayo umeyafanyia spell ni maji ya mvua. Kwa hiyo utachanganya na maji yako ya kuoga, kisha utaoga, na baada ya kuoga, yale yote ambayo umeyatamka katika maji haya yatakufuata katika maisha yako. Kwa hiyo utaandaa maji yako ya kuoga kama hivi. Haya ni maji ya kawaida kabisa, ni maji ambayo nimechuta bombani. Kisha utachukua haya maji ambayo ulichanganya chumvi pamoja na mdalasini, kisha utanyunyiza kwenye maji yako ya kuoga, huku ukisema, na ikawe hivyo kama ambavyo nimetamka. Hakikisha unamwagia kila kitu kilichomo katika glass. Baada ya hapo utakwenda kuoga. Haya maji yanakuwa ni very powerful, yaani chochote kile ambacho umekimanifest kwa kupitia maji haya, basi kinakwenda kutokea katika maisha yako. Hakikisha unayaoga kuanzia kichwani mpaka miguuni, yaani maji yafike katika kila kona ya mwili wako. Na pia ni muhimu uogee bafuni, usiogee chooni. Na mbinu nyingine ni kupigwa na mvua, yaani kutembea katika mvua inayonyesha na ukaloana hii ni moja kati ya mbinu nzuri sana, yaani ina faida nyingi mno za kimwili pamoja na za kiroho. Kwa kutembea au kuoga, yani kuogelea kwenye mvua, utaweza kusafisha nyota yako na pia utaweza kuondoa negative energy zozote zile ambazo zimeutawala mwili wako. Na pia wakati unanyeshewa na mvua, ukitamka chochote kile yani ukimanifest, basi linakwenda kutokea katika maisha yako. Kwa kawaida tumekuwa tukikwepa mvua na tukiona mvua inanyesha, basi tunatafuta sehemu yoyote ile ya kujistiri, lakini leo nataka nikuambie kwamba kuna faida kubwa sana ya kupigwa na mvua. Lakini unapopigwa na mvua, lazima uwe na nia kutoka moyoni mwako, ndipo yale maji ya mvua yatakuwa na faida kwako. Kwa mfano ukiwa unapigwa na mvua au ukiwa unatembea taratibu, huku mvua inanyesha, unaweza ukawa unatamka kimoyomoyo kwamba naachilia. Yani, kadiri haya maji yanavyotiririka mwilini mwangu, ndivyo ambavyo naachilia nguvu mbaya kutoka mwilini mwangu. Mabaya yote yaachane na mimi, ninavutia nguvu nzuri katika maisha yangu, ustawi wa kipesa, mafanikio, afya njema, yani mambo yote mazuri Tamka naye yanatokea kweli katika maisha yako.